Ni kila mwananchi kutambua sasa kwamba anayo dhamana ya kulinda usalama, anayo dhamana ya kutunza amani katika eneo lake. Ukiwa kwenye kijiwe cha bodaboda, ukiwa boda kwenye kijiwe cha pikipiki uh yako inayobeba mzigo, mko katika makundi mbalimbali, mnaongea, kila mtu ahakikishe anachunga amani ya eneo lake. Kuchunga amani maana yake nini? Toa taarifa Ukiona mtu anachochea, anasababisha kuwepo kwa uvunjifu wa amani, anafanya maandalizi ya kufanya vurugu, toa taarifa kwa jeshi la polisi, toa taarifa kwa mkuu wa kikundi, toa taarifa kwa, kwa jeshi la polisi ili tuweze kumshughulikia kwa mujibu wa sheria. Tunachohitaji katika mkoa wetu ni nini? amani, amani. Au sio? Yeah. Tunahitaji mambo ya fuatayo amani, la kwanza. Au sio? Yeah. Utulivu. Yeah. Yeah. Usalama, au sio ndio? Ili kila mtu apate kufanya shughuli yake halali ya kumuingizia kipato, pasipokuwa na hofu yoyote, au sio ndio? Hayo ndio mambo ya msingi ambayo mimi nilitamani niwaambie, waambie sasa. Kwa sababu ninyi mnasafirisha watu kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, mkatusaidie kupeleka na hiyo taarifa, mkatusaidie kuwa mabalozi wa amani mkatusaidie kuwa mabalozi wa usalama na utulivu kwa abiria mnaowabeba. Ukimbeba abiria ambaye unaona anataka kusababisha vurugu, unaye unaona anapanga mipango, au sio? Yeah, yeah, julisha jeshi la polisi. Ukishindwa kujulisha, pitiliza naye moja kwa moja, mlete wapi? Kituoni. Wewe mkabizi polisi, mwambie bwana, yule jamaa yule Ninamfuatilia tangu asubuhi sasa, nimeamua kuwaletea huyo hapa. <laughs> <laughs> alafu sisi tunafanya nini? <laughs> tunamtuliza tuna kituoni, kwa mujibu wa sheria au sio? <laughs> Tunachohitaji uchaguzi upite salama. <laughs> jeshi la polisi linawakumbusha pia kujitokeza kwenye vituo vya kupigia kura mkiwa katika idadi ya kutosha kadiri mlivyojiandikisha, na bila uoga au bila uofu ya aina yoyote, hilo na kuambia wengine kwamba jitokezeni bila hofu, kwa sababu jeshi la polisi katika mkoa wetu limeimarisha hali ya usalama wa watu na mali zao katika vituo vyote vya kupigia kura mpango imeshawekwa <coughs> kwenye vituo vyote vya kupigia kura kutoka na ulinzi, mipango iko tayari. Maeneo yote yatakuwa na ulinzi wa doria za miguu na za magari za jeshi la polisi, vyombo vingine vya usalama kitongoji kwa kitongoji, kijiji kwa kijiji, mtaa kwa mtaa, tarafa kwa tarafa, kata kwa kata, wilaya kwa wilaya, tukiwalinda wananchi wote wanaokwenda kupiga kura, wanaorudi kutoka kupiga kura, wanaokuwa kwenye kituo cha kupigia kura, wao na mali zao, kuwalinda dhidi ya mtu yoyote anayetaka kufanya uvunjifu wowote kwa amani katika mkoa. Mimi kama kijana, kwa nafasi yangu, nitafanya, ninafanya vyema kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo, kwa sababu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kazi yangu ya udereva bajaji ya mizigo ni, ni kazi ambayo inamtanisha na watu wengi sana. Nakutana na watu tofauti, watu, watu, kazi ambayo itanifanya mimi nichukue jukumu la kuelimisha watu. Swala la, swala la uchaguzi ni swala ambalo linahitaji usalama na, na, na, na kumtaka kila mmoja awe wakala mzuri wa swala la usalama. Nashukuru na sana. Ile siku ya yes, uchaguzi, tunze amani iliyopo, uitogea kwa wingi kupiga kura, natunze amani kwa ule ambaye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 sifuri saba moja tano mbili sita saba nne sita moja au Instagram tunatumia mashuka safi Tanzania.